Akizungumza katika kanisa la ACK Cathedral wakati wa hafla ya kumtawaza askofu Munuve kama askofu wa diosisi ya Machakos, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameshutumu tume ya EACC kwa kuandama magavana ambao wamejitokeza hadharani kutetea haki zao na kanisa. Kalonzo ameahidi kusimama kidete kumtetea gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ambaye inasemekana anachunguzwa na EACC kuhusu fisadi.

Akiwa ameandamana na Gavana Machako Wavinya Ndeti na viongozi wengine. Pia amezungumzia kukamatwa kwa Martha Karua nchini Tanzania, akitoa wito kwa kuimarishwa kwa umoja wa kikanda ili kuruhusu wanasheria kufanya kazi kwa uhuru katika eneo lote la Afrika Mashariki.

Kadri mvutano wa kisiasa unavyozidi kupamba moto, Kalonzo ameongeza msukumo wake, akitangaza mkutano mkubwa wa kisiasa utakaofanyika tarehe 30 mwezi huu mjini Machakos, ambapo viongozi wataweka wazi msimamo wao.